Smith, sijui Churchill, sijui Indira Gandhi, sijui nani. Lakini zote zinatuambia kitu, zinatufundisha kitu. Kwa hiyo nakushukuru kwa research nzuri ambayo umeifanya. Kwa hiyo, baada ya shukrani hizo, niseme kwamba yale yote mazuri mliyoyasema yametekelezwa na serikali hii. Yale yote mazuri mliyoyasimamia yatokee kule kwenye maeneo yenu. Ile ndiyo turufu yetu kwenye uchaguzi unaokuja, <klos> ndiyo turufu yetu kwenye uchaguzi unaokuja. Nendeni kayasemeni, kawaambieni watu kule, kama bado kuna watu wana wasiwasi kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi, waambie chama kimeweza kufanya hivi, kilileta ilani hii na serikali yake imetekeleza yote haya, nendeni naendeni, kawambieni ni watu, ili ile turufu ikatupe, ikatupe, ikatupe, uh, matunda mavuno katika kura. Jambo la pili ni kuhusu ombi nilipenyezewa pembeni hapa, nitazungumza la waziri kwenye mishahara ya madedi na posho ya madiwani tuachieni tuifanyie kazi tuachieni tufanyie kazi. Wanacheza wanasema mcheza kwao ufanyaje? Sasa ngoja tukaangalie, mfuko wa matunzo kama upo, tutatunza kama haupo, tutarambishana. Sasa baada ya kusema hayo, Maelekezo mahsus maelekezo mahsusi kwa ALAT, mwendelee kusimamia watumishi wa mamlaka za serikali za mitaa ili watoe huduma bora ambazo zinakidhi mahitaji ya wananchi, tuwapokee kuwasikiliza na kuwahudumia wananchi kwa weledi, hekima na busara. Lakini la pili, imarisheni mifumo ya kitaasisi na uwezo wa viongozi na watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa kushughulikia kero na malalamiko ya wananchi kwa wakati. Hawa wananchi, ndugu zangu, ndo waajiri wetu, ndo waajiri wetu. Leo hii wakisema hamjatufanyia mema, ondokeni. Sitaondoka peke yangu, tutaondoka wengi hapa humu ndani ya ukumbi. Sasa ili tubaki, twendeni tukawafanyieni kazi, tukawafanyieni kazi waridhike, waendelee kutuweka sawa. Ndugu zangu, migogoro ya ardhi ndiyo donda sugu kwenye maeneo yetu, na mengine tunaisababisha sisi viongozi. Sasa nendeni, kasimamieni, rekebisheni, toweni suluhisho katika migogoro ya ardhi. Migogoro hii inaua watu, migogoro inaleta uhasama, migogoro ina madhara mengi sana. Sasa kwanza, viongozi tusijiingize kwenye migogoro ya ardhi, lakini pili tukasimame kwenye haki. Mwenye haki apate, aso haki aambiwe, huna haki. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo ni ombi lenu la pili, na nayaomba haya, na Mungu ananisikia kwamba nawaelekeza sasa. Anayekwenda kukiuka, yeye na Mungu sio yeye na mimi, mimi. la mwisho ni mkeka, adhabu ya Mungu anaijua yeye, mimi sijui. La tatu, hakikisheni kuwa mipango mbalimbali inayoandaliwa mbali inaendana kama nilivyosema na dira yetu ya maendeleo. La nne, ongezeni juhudi katika kubuni vyanzo vipya, nasisitiza tu na kuimarisha makusanyo mapato katika vyanzo vilivyopo ili kuboresha huduma kwa wananchi. Kuweni na utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa mapato ili kuepusha mivutano na wafanyabiashara kwenye kukusanya mapato kule. Mfanyabiashara ukiongea naye vizuri, compliance inakuwa kubwa kweli kweli, anajisikia ana wajibu wa kulipa kodi. Mkienda na manguvu na matusi na kunyang'anyana na yeye anatafuta njia za kukukimbia, ndio hizo risiti feki sijui nini. Atazungumza na watu wenu momo, watengeneze mnyororo wa pembeni, alipe chache chache, abaki nazo, na wakusanyaji wa pembeni wapate kidogo. Sasa urafiki na wafanya biashara, bila biashara hakuna maendeleo. Tunaendelea kwa sababu biashara inatulipa, uwekezaji unatulipa, kodi zinalipwa, zinakusanywa zinatumika vyema, ndo hayo maendeleo mnayoyaona. Ingekuwa kwa serikali kuu tunakusanya na kuzila kuzipiga mdomo, wala tusingeleta kule, zikaja zikafanya maendeleo ya watu, zingeletwa chache mno ambazo zisingeweza kufanya kitu. Lakini leo tunasimama kwa fahari kusema tumefanya, tumefanya, tumefanya, kwa sababu fedha inakusanywa na inatumika vizuri. Sasa na nyie katika ngazi zenu kafanyeni hayo. Nihitimishe ndugu zangu. Nimalizie kwa kuwapongeza tena kwa mafanikio mlioyapata. Nashukuru kwa kazi nzuri na mchango mkubwa mlioutoa katika maendeleo ya nchi yetu. Hatuwezi kuzungumzia mafanikio ya serikali kuu bila kuzungumzia mchango wa serikali za mitaa. Najua baadhi yenu mwaka huu mtarudi kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa tena.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 Kwa hiyo wale wanaotaka kuomba ridhaa tena, nawatakia kila la heri, na tuombeeni sote, tuombeane kila la heri. Kote tunakopita tutembee kwa fahari, kwani kazi imefanyika, ndugu zangu. Tumefanya kazi, tumefanya kazi, na mimi fahari hii nawarudishia nyinyi mlioko kule kwenye fieldi, na nawarudishia nyinyi Niwaombe tena sasa hivi kuna mzunguko wa daftari la kupiga kura. Tuhakikishe watu katika maeneo yetu wanakwenda kuandikishwa, wanakwenda kuandikishwa kwa sababu kama huko kwenye daftari, una haki ya kupiga kura. Ili upate haki ya kupiga kura, lazima ukaandikishwe kwenye daftari kwao. Tusimamie watu kwenye maeneo yetu, tuhakikishe wanakwenda kuboresha taarifa zao au kujiandikisha ili wapate haki ya kupiga kura. Uh, mwisho kabisa niwashukuru tena na nimwombe Mwenyezi Mungu aubariki mwaka huu uwe mwaka wa kheri na mafanikio makubwa zaidi kuliko tulioyapata nyuma, hasa mweshimua mwenyekiti na wajumbe wa ALAT. Baada ya kusema hayo Nitamke sasa kwamba mkutano wa 39 wa ALAT sasa umefunguliwa rasmi. Asante, naomba tusimame. Makofi mengi kwa mheshimiwa rais. Haya, tukae. Mheshimiwa mwenyekiti, yale maombi yako nimeyabeba. Eh, nimeyabeba. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.